Eh, bwana mambo vipi? Sasa wakati watu wanabishana kuhusiana na, na mpira, Simba na Yanga siwi nani kakimbia mechi imekuwaje, serikali bwana wakashusha PDF ya 4 ya majina ya walioitwa kazini, tangazo la kuitwa kazini tarehe 8 mwezi wa 3 2025. So kama ulifanya usaili kwa walimu na kada nyingine, zingatia orodha hii, ucheki jina lako hapo. Orodha ya majina ni kama ifuatavyo: waliopangwa halmashauri ya mji Mbulu, mwalimu dajala 3 b somo la historia jina ni Matthew Yotham Katete. Waliopangwa walimashauri ya mji Mbulu, mwalimu daraja la 3B, somo la jiografia, jina ni Joni Daniel Ani. Waliopangwa walimashauri ya mji Mbulu, mwalimu daraja la 3B, somo la Kiswahili, jina ni Monica Nada Kamal, Kamlali. Waliopangwa walimashauri ya mji Mbulu, mwalimu daraja la 3C, somo la historia, jina ni Nangai Kodi Mgusi waliopangwa halmashauri ya mji Mbulu, mwalimu daraja la tatu C, somo la Kiswahili. Jina ni Yokbeti Paul Maliva waliopangwa halmashauri ya mji Mbulu, mwalimu daraja la 3A. Hey, majina ni Samuel Leonadi Kinyamgoa, Muhamed ya Hamisi Mnunduma, Stefano Yona Mafie, Halifa Musa Halifa, Yasini Ismail Ngeni Amneli Adolf Mfinanga na Jovet Emili Bishime waliopangwa Halmashauri ya mji Mbulu, mwalimu daraja la tatu B, somo la biolojia, majina ni Eliki Novat Filbeti ni Mwendaeli Simoni Mjema. Waliopangwa Halmashauri ya mji Mbulu, mwalimu daraja la tatu B, somo la kemia, majina ni Nangida Israeli Moleli na Mariam Omali Lwambo waliopangwa halmashauri ya mji Mbulu mwalimu daraja la tatu A hey, majina ni Litelitoni Ochieng Masese, Baraka Martin Nuhu, Justini Joseph Ngowi, Pasco Samuel Opio, Shingashinga Elenesti Ma... Mashili na Maraki Pineli Njivai waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Hanang afisa ustawi wa jamii msaidizi daraja la pili. Majina ni Kanius Saidi Mjege na Melisiana Tadeo Stanleus, waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Hanang mwalimu daraja la 3A elimu ya awali, majina ni Muhammad Yusufu Muhamedi Dalia Daim Magega, waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Hanang mwalimu daraja la 3B somo la biolojia, majina ni Jumanne Masesa Masele Bahati Yamisi Mwakagenda. Majina ya Ernest Katigizu na Ali Rajab Sahid waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Hanang mwalimu daraja la tatu B somo la kemia. Jina ni Lameki Mgunani Bupalu waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Hanang mwalimu daraja la tatu B somo la history. Majina ni Jessica Godlisten Mlemi na Elizabeth Magoiga Wambura waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Hanang mwalimu daraja la tatu B somo la Kiswahili jina ni Edina and Andrea Bushozi waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Hanang mwalimu daraja la tatu B shule ya msingi jina ni Emanuel Ngiloliti Laiza waliopangwa halmashauri ya wilaya Hanang mwalimu daraja la tatu B Ulaia jina ni Emanuel Fokasimali waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Hanang mwalimu daraja la tatu C somo la historia majina ni Joeli Legino Lulai na Leysone Tobias Muhapa waliopangwa alimashauri ya wilaya Hanang. Mwalimu daja la 3 c somo la Kiswahili majina ni Andre, Andrew, Andrew Nima Val Valelian na Vincenti Shedraki Mgomba waliopangwa alimashauri ya wilaya Hanang. Mwalimu daja la 3 c shule ya msingi jina ni Stera Jafetin Komali waliopangwa halmashauri ya wilaya Hanang mwalimu daraja la 3 c si, somo la uraia. Majina ni losi Brighton Edward na Noel Benjamin Kaminyoge waliopangwa halmashauri ya wilaya Hanang mwalimu daraja la 3, mwalimu daraja la 3 a. Majina ni yazinti John Chimbi, Witness Bonventura Lupogo, Siwazuli Ausi Ali, George Marco kadio Helena Enoki Isaac Nasma Simoni Deule Lenatus Thomas Kamara Evans Evans, Lweumbi, Lwe, Lwe, Lweumbiza Kende Boniface Mazige Vedastus Halima Omar Abdalla Lucy Christopher Kiswaga Aniwal, An, Anualite Magnus Lo, Loha Daudi Jonas Msombwa Kulwa Severina Lenatus kulwa muhera muhamedi Colonel joseph ombai juliet Michael malisa na wilflida swakim Michael. Waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Kilolo, mwalimu daraja la 3 c kilimo, jina ni fredi kapola mbugi. Waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Kilolo, mwalimu daraja la 3 a majina ni Chausiku Joseph Muhen muhenko ashula moshi Ismail Evelina Samsoni Mwaisago, Nathif Basilina Arbelto Tumaini Kristen Chenelo, Dola Samuel Swai, Maria Namsoni Tisorai Lozi, Manuel Lupala, Debola Lezile Namtapika, Amalia Michael Clemens, Wivina Alfred Kabalua. Waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Kilolo, mwalimu daraja la tatu b kemia Jina ni Sofia Hamisi Kahamu, waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Kilolo, msaidizi wa afya. Jina ni Doto John Chambalo, waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Kilolo, mwalimu daraja la tatu B, jiografia. Jina ni Paulo Lazaro Kadege, waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Kilolo, mwalimu daraja la tatu C, somo la fizikia. Jina ni Zakayo Sospita Kasamwa waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Chunya mwalimu daraja la 3A, majina ni Vens Martin Mnyama, Evans Genesis Shirima, Thomas Mathew Marasi, Abdramak Hamisi Amas, Jumanne Juma Mpero, Krinus Uchadi Kamgisha, Lazalo Makoe, Isaac Yasin Lajabu, Hamis Elvis Magati A uonda Ibrahimu Ignasio Joseph Fredi on, ondoa Samuel James Edward Maduguru, Ramazani Zakaria Kobala, James Zakayo Mikomangwa, Samuel James Mitego, Twansiani Zakaria Bushumbilo. Waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Chunya mwalimu daraja la tatu c somo la Kiswahili jina ni Muhamedi Jeremia Ramadhani waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Kichunya, mwalimu daraja la 3A, majina ni Martina Lufini Shayo, Junior Christopher Mbingi, Happiness Mchomba, Lucas Grace Edison Swila, Devota Lazarus Milando, Godriver Justin Ngeze, Jenis Tapascopo, Aikaeli Atanas Jenes, Fatuma Shabani Wazili na Margaret Emmanuel Nkuba. Waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Itigi, mwalimu daraja la 3B baoloji majina ni Alice kalungi kagweza devota daniel Flaz. Waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Itigi, mwalimu dajela tatu b kemia, jina ni lehema Bartolomeo bula. Waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Itigi, mwalimu dajela tatu b, somo la historia, jina ni zainabu hasani Bakali. Waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Itigi, mwalimu dajela tatu b Kiswahili, jina ni mjema Sajeni Kibona waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Itigi mwalimu daraja la 3B somo la jiografia. Jina ni Upendo Saluni Kulesoi waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Itigi mwalimu daraja la 3B somo la uraia. Jina ni Andrew Simoni Mwasimba waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Itigi mwalimu daraja la 3C somo la historia. Jina ni Lahma Muhamedi Halu waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Itigi mwalimu daraja la 3C si, somo la jiografia, jina ni Salim Yason Siame. Waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Itigi mwalimu daraja la 3C Kiswahili, jina ni Manganga Shabani Songa Mbele. Waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Itigi mwalimu daraja la 3A, majina ni Nurdin Rashid Abdalla, Pelusi Lucas Malandi Kalomba na Ngija Silvester Emmanuel Alfred Kambei Anwali Mzamil Ibrahimu Shadrak Malcolm Fanye Peter Kwadwe Panga Elias Lazalo Betwel Agrey Jelome Mbele Yahaya Sufiani Makono na Salum Solea Zula. Waliopangwa walimashauri halimashauri ya wilaya Itigi, ya Mwalimu mwalimu daraja 3A jina ni Matias Makongolo Nicolaus. Waliopangwa halimashauri ya wilaya Kiela, ya Kiela mwalimu daraja 3A elimu ya awali majina ni Salom Salome Justini Malagila, Lukia Yusufu Josam Wampulia, Paulo Enoch Ostaki Lokas Mwalongo. Waliopangwa w halimashauri ya wilaya ya Kela, mwalimu daraja la 3B somo la kemia majina ni Fahima Suleimani Ndabehi, Leia Sebastiani Lunyagaga. Waliopangwa w halimashauri ya wilaya ya Kela, mwalimu daraja la 3B somo la jiografia jina ni Elizabeth Lucinda Thomas waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Kyela, mwalimu daraja la tatu B, somo la Kiswahili. Majina ni Joyce Pasco Yokai, Veronica Molelingo Iseye waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Kyela, mwalimu daraja la tatu B, shule ya msingi. Majina ni Delik Msafiri Shindano na Lubega Henry usts waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Kyela, mwalimu daraja la tatu c somo la historia majina ni Zainab Fadhili Mbwana na Fabian Martin Maziku waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Kela. Mwalimu daraja la tatu c somo la jiografia majina ni Neema Bosco Komba na Caroline Amon Bugayukam waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Kela. Mwalimu daraja la tatu a majina ni Ramadhani Mintanga Juma Paulo Kosmas Badoti, Joseph Justino Sahili, Lusekelo Solomoni Mwakisambwe, Bonifas Peter Ita Wambula, Muhamedi Juma Ali, Halman Kabadi Simeo, Wilson Juma Gisawe, Ponjoli Amoni Mwakimbwala na Gift Thomas Kimaro waliopangwa halmashauri ya wilaya Busokelo. Mwalimu daraja la tatu a elimu ya awali na Nelosi Daniel Msangi waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Busokelo mwalimu daraja la 3B somo la biolojia majina ni Happiness Fred Shirima na Martha Valel, Valeliani, Valeliani Clement. Waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Busokelo mwalimu daraja la 3B somo la kemia jina ni Hamis Haji Sempanga. Waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Busokelo mwalimu daraja la 3A majina ni Jackson Robert Chacha, Kaloli Muhindo, Habie Venance Joseph Somala na Jafet Pasta Tabu. Waliopangwa halmashauri ya wilaya Busokelo afisa muuguzi msaidizi daraja la pili jina ni Batret Peter Sherukindo. Waliopangwa halmashauri ya wilaya Busokelo mwalimu daraja la tatu b somo la hisabati majina ni Kelvin Masanja Makene na Abduli Hamisi Abrahamani. Waliopangwa halmashauri ya wilaya y Busokelo, mwalimu daraja la tatu b somo la Kiingereza, jina ni Alfonsina Alfred Mgendwa na Elmina Batazali Tilia. Waliopangwa halmashauri ya wilaya Busokelo, mwalimu daraja la tatu a, hey, majina ni Hamza Shabani Ngayaki, Masanja Shabani Shabani, Linus Joseph Ngua, Pasco Musa Kafula, Emmanuel John Bahela, Levinus Dennis Lugozimbwa, Kelvin Adrian John, Frederick Udi Kivae, Given Alijumo Kasisi na Yasili Lashidi Dude waliopangwa Alimashauri ya wilaya ya Singida afisa afya mazingira msaidizi daraja la pili. Majina ni Paskazia Nestori Shilingi na Jamila Jafari Masesa, waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Singida, fundi sanifu maabara ya shule daraja la pili. Majina ni Martin Richard Ulio, Frederick Matthew Kundia, Ramazani Joseph Makungu na Yohana Nyanda James, waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Singida, mwalimu daraja la tatu a somo la biolojia majina ni Peter Musa Eliudi Keva Jackson Mwakalukwa Obedi Efraim Michael na Matthew William Wanjera waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Singida mwalimu daraja la tatu B somo la historia. Jina ni Robert Swiga Edward waliopangwa halimashauri ya Singida, halimashauri ya wilaya ya Singida mwalimu daraja la tatu B somo la jiografia. Majina ni Baraka Michael Masamaki Odavia Juma Bisanwa, waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Singida, mwalimu daraja la tatu B somo la Kiswahili. Jina ni Chesko Luka Mkwama, Clifford Palisoni Chisunga, waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Singida, mwalimu daraja la tatu B shule ya msingi. Jina ni Salum Juma Kishalu, waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Singida, mwalimu daraja la tatu B somo la ulaia. Jina ni Evart Manuel Petro waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Singida, mwalimu daraja la tatu B, elimu ya awali. Jina ni Los Peter Minja waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Singida, mwalimu daraja la tatu C, somo la jiografia. Jina ni Mwanaisha Yasini Abdara na Margaret Leonardo Tumbo waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Singida, mwalimu daraja la tatu C, somo la Kiswahili. Jina ni M Amani Israeli Elia Maria Babu la, la Laito Agustino William Kamsini na Hatibu Ibrahimu Kasege waliopangwa alimashauri ya wilaya Singida, ya Singida mwalimu daraja la 3 c somo la Ulaia jina ni Siras Naftali Swai waliopangwa alimashauri ya wilaya Singida, ya Singida mwalimu daraja la 3 a jina ni Elise Exaudi Macha Aisimbo Nduminifo, Nduminimfo Kimalo Betha Alex Kihombo Janet Fred Kejo Naomi Mazuli Po Thamali Thomas Kalinji Nasima Rajabu Mpembenule Luti Simon Laitetei Laitete, Peter Joseph Petro Eleni Ngaida Matotai Makame Makame Kombo Lehema Huseni Shekomba Meli Muhamed Mapuli Sofia George Mwinami Zuhula Abdalla Yusufu Nelfina Wilsoni Kakole Pasqua Elias Jisandu Beatrice Vitaris Karata Mel John Agustino Belinda Okech Buna Catherine Joseph Masoko na Los Lamek Mauma waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Simanjiro mwalimu daraja la tatu b somo la biolojia jina ni Rahimu Jumanne Ngolomore, Neema Pita Maginga na Grace Magnus Msoma waliopangwa halmashauri ya wilaya Simanjilo, mwalimu daraja la 3B somo la historia. jina ni Timothy, Timothy Wallace Lumumba na Mandili Masudi Kindole waliopangwa halmashauri ya wilaya Simanjilo, mwalimu daraja la 3B somo la Kiswahili. jina ni Pasco Buhaga Ngaizira, Abel Alfred Loli Josehati Elias Mwezi waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Simanjiro mwalimu daraja la latau b ni Wenselausi Wenselaulis Joseph Shayo Godfrey Sadiki Mbwambo waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Simanjiro mwalimu daraja la tatu c si, somoa ulaia Jina ni Judith Godfrey Sila na Evans Zakaria Masawe waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Simanjiro mwalimu daraja la tatu A. Jina ni Joram Lweyula Justiniani Justiniani, Nehemia Bats, Batsoni Mwaliego, Grayson Wilbard Lwezahula Lwe, Jackson Daniel Mbanga Lamji, Lizwani Mchomvu, Elpidius ni Wamanya Pius, Mayagula Kwangalila Daudi Joseph Paulo Lupembe Elias Severino Angres Muhamed Ali Fundi Celestine Lukuba Masimango Hasani Buyamungu Halidi Iman Lashdi Ngonyani Levocatus Josephat Kameja, waliopangwa halmashauri ya wilaya Manyoni, mwalimu daraja la 3B, somo la baolojia. Jina ni Rafael Joseph Bikali, Elihuluma Saktai Simoni, Innocent Moris Tesha, waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Manyoni, mwalimu daraja la tatu b, somo la kemia. Jina ni Baraka Chacha Momba, Gevans Rafael Mwanyera, waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Manyoni, mwalimu daraja la tatu b, somo la historia. Jina ni Chance Abuto Nyatindo waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Manyoni, mwalimu daraja la tatu B, somo la jiografia. Jina ni Elnado Jonas Hulilo waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Manyoni, mwalimu daraja la tatu B, somo la Kiswahili. Jina ni Msiba Tumaini Mafwili waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Manyoni, mwalimu daraja la tatu B, shule ya msingi. Jina ni Bakari Ahmedi Mtegwa Sakina Athman Labia na Glory Kretas Mamboya. Waliopangwa alimashauri ya Manyoni, alimashauri ya wilaya ya Manyoni mwalimu daraja la tatu c somo la historia, jina ni Michael Vincent Temba na Sebastiani Karange Elimia, Eliamini, Eliamini. Waliopangwa alimashauri ya wilaya ya Manyoni mwalimu daraja la tatu c somo la jiografia, jina ni Kabadi Doto Stefano na Luga Singinga Daniel na waliopangwa halmashauri ya wilaya Manyoni mwalimu daraja la tatu a im Ezekia Kamendu Sabina Isak Yusuf Penia Asimuel Sabara Asmini Hamdi, Hamdu Muhamedi Hildemta Maksimilian Ndalo Hadija Hamisi Ibrahimu Crispin Emmanuel Kawelenga Mzidarafati Thabiti Juma Lige Saganda Ngusa Andusa Timotheo Emili Paulina Jeremia Cipriano, Filmina Yohani Tipe Wivina Biela Po na Wise Alfred Maragila. Imetolewa na katibu Sekretariat ya Ajira katika utumishi wa umma mwisho wa kunukuu. So hayo ni majina ya walioitwa kwa PDF ya nne, na kama umekosa jina lako kwenye hii pia hakikisha unapitia PDF ya kwanza, ya pili na ya tatu, ili uangalie pia maybe kama ulikosa hizo PDF za nyuma. Lakini cha muhimu zaidi, usisahau kusubscribe channel hii, ili usikose posti yoyote ile ambayo itakuwa inapostiwa katika chaneli hii. PDF za nyuma nitaweka linki kwenye description. Asante kwa kuwa nami, tukutane posti ijayo.